Karibu ndugu mpendwa, katika chenye yako hii ya maendeleo binafsi ambayo tunatoa elimu na kumsaidia mtu kuweza kulijua kusudi lake pamoja na kugundua uwezo wake unaolenga kipaji cha kwake. Pamoja tunampatia mbinu mbalimbali za kumsaidia za kumwezesha kufanikisha malengo, maono, ndoto alizonazo katika maisha yake hadi zaidi chani linamsaidia mtu kukua kiakili, kiroho, hata pia kihisia. n ukaribisha ndugu mpendwa kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, basi unaweza kusubscribe, maana tunakuwa bora zaidi ya jana, ili tunapotoa video mara nyingi uweze kupokea taarifa. Leo tuenda kuangalia kukosa ujasiri na kujiamini ni hali ya namna gani? Yaani, kukosa ujasiri na kujiamini ni hali ya namna gani? Kumbuka ndugu mpendwa, kama huna ujasiri na kama huwezi kujiamini katika dunia leo hii, kwa kweli huwezi kutoboa. Maana dunia leo hii inahitaji watu ambao wanajiamini na, na kujikubali ndio wanaofanikiwa. Sasa leo tunaangalia kukosa ujasiri na kujiamini hali ya namna gani. Jambo la kwanza ni hali ya kujiwekea mipaka ya uongo. Mara nyingi mtu anaamini kwamba hawezi, atashindwa, yeye sio mzuri kama wengine wala yeye si bora kama wengine. Ni ile hali ambayo mtu anaona kama yeye hafai, wengine ndio wanafaa. Anajiona yeye hana, yani yeye hastahili kufanikiwa, bali wengine wanastahili kufanikiwa. Wengine wana mibaraka, yeye iko na laana. Wengine wana neema, lakini yeye hana neema. Ukiwa mtu anamna hivyo, ni ngumu sana kuweza kutoboa katika maisha yako. Jambo la pili ni hali ya kugopa kushindwa hata kabla hujajaribu, tayari unajiona umeshindwa. Yani ni hali ya kugopa kushindwa hata kabla hujajaribu, tayari unajiona umeshindwa. Ni ile hali ambayo mtu anapanga kuanza biashara lakini kabla hajaanza biashara anajiangalia kwenye nafsi yake, tayari yeye amefeli, yeye ameomba, yeye amefilisika. Ndio hiyo hali ambayo mtu kukosa ujasiri na kujiamini uliko aanze biashara akiwa anaamini kwamba biashara yangu yanaenda kufanikiwa, lakini yeye tayari anaanza jiwekea, anajiona kwamba tayari amefeli, yeye ameshindwa, yeye ameomba. Sasa unadhani huyo mtu kweli anaweza kufanikiwa hapo? Huwezi kufanikiwa. Jambo la tatu ni hali ya kutegemea udhibitisho wa watu. Unasubiri watu wengine waseme unaweza ndipo uamini badala ya kujiamini wewe mwenyewe. yanarudia ni hali ya kutegemea udhibitisho kwa watu wengine, unasubiri watu waseme unaweza ndipo uamini badala ya kujiamini wewe mwenyewe binafsi. Ni ile hali ambayo mtu anasubiria yeye aseme yeye ni mzuri yeye ni bora yeye anaweza yeye ni mshindi kuliko yeye mwenyewe ajiseme, lakini anasubiria wale watu waweze kumwambia, ndugu yangu, uweze kutoboa. kwa mtu wa namna hiyo. Jambo la hili hali ya kujiona mdogo kuliko thamani yako, mara nyingi unafikiria wengine ni bora zaidi yako, wenye uwezo zaidi yako, wanafaa zaidi yako, na wana neema zaidi yako, na wana baraka zaidi yako, na wewe ndiye mwenye laana. Ile hali ambayo najiangalia tu wewe mwenyewe ndiye una neema, una bahati, una baraka, yani wengine wana wanastahili lakini wewe stahili. Sasa hiyo hali lazima uweze kufanikiwa. Jambo la tano ni hali ya kuepuka fursa. Ungeweza kufanya jambo kubwa, lakini unaamua kujificha kwa sababu unaogopa kukosolewa na watu wengine, ya ile hali ambayo mtu anaogopa kukosolewa. Anakataa kuanza biashara yake ili asiweze kukosolewa, anakataa kuongea mbele za watu ili anaogopa kukosolewa. Kumbuka siku zote tunakuwa bora zaidi kwa sababu tunakosolewa na wale wanatukosoa wanatupatia ma maoni ambayo wanatusaidia kusonga mbele katika maisha. Kwa hiyo usi usizani kwamba ni kukosolewa ni kitu ni kibaya, hapana, ni kitu kizuri sana. Kukosolewa ndio nakufanya uwe bora zaidi na zaidi. Sasa, kukosa ujasiri na kujiamini ni hizo hali, najua umeangalia ni hali ya namna gani na mangani, na umeelewa, ukitaka kuwa mtu wa kujiamini na kujikubali ni ile hali ambayo unajihisi unaweza kufanya jambo lote lile, hata kama liwe ngumu kiasi gani, lakini una uwezo wa kulifanya. Ni ile hali ambayo unajua kwamba unastahili kufanikiwa. Ni ile hali ambayo unajua jinsi upo duniani, upo wewe kama wewe, sijui wewe ni mweusi au wewe ni mzungu, lakini unajipa thamani ya vile jinsi ulivyo wewe. Na kujiamini, ile hali ambayo hata mkiwa kwenye group la watu wengi lakini unajihisi ndani yako, na wewe uko mtu kama wengine, na unaishi kama wewe au feki maisha. Na mimi hapo, umejifunza jambo kubwa katika video hii, niambie kwenye komenti nini ambacho umekijifunza, na ukumbuke ku like pamoja na kushare kwa watu wengine, maana kuna mtu ambaye anahitaji aweze kujiamini na kujikubali ili aweze kufanikiwa katika maisha yake. Chinani mwi ugalaba mbuka, ndoto yako inawezekana.